Ninalo gazeti ya Nipashe ya Mwanga wa Jamii lenye habari aliopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Lissu katika kashfa nzito, ashtakiwa kwa kesi ya uhaini isiyo na dhamana. Wasaidizi wake walazimika kuvunja mlango nyumbani kupata dawa zake. Chadema wakili Kibatala walonga habari malika kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili Nuku iliandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe ni mtu yoyote ambaye atasababisha kutishia serikali ya Jamhuri ya Muungano, bunge na mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kubainisha nia hiyo kwa kuchapisha maandishi au machapisho au kwa kitendo chochote cha siri kinachojionyesha cha hali yoyote, atakuwa na hatia ya kosa na atawajibika kwa adhabu ya kifo. Sheria ya kanuni za adhabu sura ya kumi na sita Kifungu cha thelathini na tisa mabano mbili. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika Samia, magonjwa ya moyo shinikizo la damu yanaongoza kusababisha vifo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano. Profesa Abaini Balali ingine kwenye afya manukato, runinga simjanja vyatajwa tatizo. Habari katika ukurasa wa tatu, habari picha ni ya Profesa Karim Manji. Hoja ya Majaliwa yazua jambo kwa wabunge vyama vya siasa nchini. Habari katika ukurasa wa nne. Hoja ya waziri mkuu Kasim Majaliwa waliowasilisha juzi bungeni kuhusu mapitio na mwelekeo wa kazi za serikali na makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya waziri mkuu na ofisi ya bunge mwaka elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita imewaibua wabunge na wanasiasa kuhoji mambo mbalimbali mbali. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa nne. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika jaji mkuu: mtumishi atakayewania uongozi kisiasa asirudi kazini. Habari katika ukurasa wa tano. Watanzania waitwa fursa za uwekezaji na biashara Angola. Habari katika ukurasa wa tatu. Waandishi The Garden Limited wang'ara kwenye tuzo za kimataifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii.